Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh, karibu sana katika chaneli yako ya Nurdin Media. Kwanza kabisa, na kushukuru wewe uliokwisha subscribe chaneli hii lakini kama ni mara yako ya kwanza kukutana nasi, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe kilichopo chini ya video hii upande wa kulia. Baada ya hapo, usisahau kuwasha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa za kila video mpya tutakazokuwa tunakuletea. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wapendwa waumini, hivi karibuni kumetokea video mitandaoni ikionekana kama ndoa imeingia dosari mbele ya Sheikh Nurdin Kishki. Wengi wametazama na kudhani ni tukio halisi, lakini kwa hakika ile video ilikuwa ni maigizo ya kuelimisha jamii, wametengeneza kwa lengo zuri, kwa waonya watu wanaotafuta walii wasiokuwa sahihi na kuonyesha hatari ya kufanya mambo ya dini bila kufuata utaratibu wa Kiislamu. Wapendwa Waislamu, katika Uislamu ndoa ni ibada kubwa, ni ahadi kati ya mume mke na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ili ndoa iwe sahihi, lazima iwe na walii halali Yaani, mlezi wa upande wa mwanamke ambaye atamuoza kwa mujibu wa sheria. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema kwamba ayyuma mraatin nakahati bi ghairi idhni waliyaha fanika fanikahuha batil fanikahuha batil fanikahuha batil. Mwanamke yeyote atakayejioza bila ruhusa ya wali wake, basi ndoa yake ni batili, ni batili, ni batili. Kwa hiyo muislamu hawezi, hawezi tu kuokota mtu mtaani akamfanya wali bila, bila nasaba ya kifamilia au ruhusa ya kisheria. Katika Uislamu, wali halali ni mtu wa karibu wa damu wa damu wa mwanamke huyo. Kwa mfano, baba yake ndiye wali wa kwanza. Kama baba, baba, huyo, baba hayupo, kama baba hayupo, basi babu wa upande wa baba, kisha eh, kama huyo tena hayupo, basi awe kaka wa damu. Lakini pia kama kaka hayupo, halafu eh, mjomba wa upande wa baba. Na kama wote hawa hawapo, basi kadhi au sheikh anaweza kumsimamia kama wali wa sheria. Hii inaonyesha kuwa Uislamu una mpangilio wa heshima na uwajibikaji, na si kila mtu anaweza kuwa wali. Ni jukumu takatifu linalohitaji uhusiano wa kifamilia, uadilifu na ridhaa. Kwa hivyo eh, sasa katika ile video ya Sheikh Nurdin Chishki, vijana waliamua kuonyesha mfano halisi wa nini hutokea pale ambapo watu wanakiuka kanuni za ndoa. Walionyesha jinsi ndoa inavyoweza kuharibika ikiwa wali si sahihi au kama pande mbili hazijaandaliwa vizuri, na walifanya hivyo kwa nia njema ya kuelimisha jamii. Tukio lile si kashfa, si dhihaka ni darasa la maisha. Wametukumbusha kuwa ndoa si mchezo, bali ni ibada inayohitaji uelewa, adabu na utaratibu. Kama tutafuata sheria, ndoa zetu zitakuwa na baraka. Kama tutakimbilia harusi bila elimu, tutakutana na migogoro. Lakini pia wapendwa waumini, leo tunaishi katika zama ambazo wengi wanataka kuoana lakini wachache wanataka kujifunza kuhusu ndoa. Elimu ni msingi wa kila ibada. Kabla ya kufunga ndoa jifunze mambo haya yafuatayo. Jambo la kwanza, nani ni wali halali. Jambo la pili, jinsi ya kutoa idhini. Jambo la tatu, haki za mume na mke na jambo la nne namna ya kutunza heshima ya familia. Hii ndiyo sababu ya kujifunza jambo lolote lile kabla ya kulitenda. Kwa hivyo kama unahitaji video hiyo, basi unaweza ukaangalia chini hapo kwenye komenti na kuml kuwekea linki, au uingie kwenye description ukaangalia na video zingine inshallah. Kwenye chaneli ya Nurdin Chishti ingia pale YouTube kisha andika Nurdin Kishki, huko utajifunza e, tafsiri za Qur'ani, mawaidha ya ndoa na masomo ya adabu za Kiislamu. Andika kwenye YouTube Sheikh Nurdin Kishki ujifunze zaidi, ujue ukweli, na uelewe dini yako vizuri. Elimu ndiyo nuru na mtu mwenye elimu hataingia kwenye makosa kama yaliyofanywa kwenye video hiyo. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe, tuelewe dini yake, atupe adabu, hekima na heshima katika ndoa zetu. Wabilahi tofiki, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Nurdin Media ni channel maalum inayokuletea Qurani, dua na mawaidha yenye kukugusa moyo na kukupa mwongozo wa maisha. Kwa hiyo ukisha subscribe na kuwasha kengele, hakika utakuwa wa kwanza kupata taarifa za kila video mpya tutakazoposti. Asante kwa kuwa sehemu ya safari hii ya kheri. Karibu Nurdin Media, kambi yako ya kujifunza na kuimarisha imani.